Mrajis wa jumuiya zisizo za kiserikali Zanzibar Ahmed Khalid Abdullah amesema ujenzi wa mradi wa kituo cha kuchakata mwani katika kijiji cha Matemwe kutasaidia kuongeza thamani ya zao hilo na kuunga mkono sera ya uchumi wa buluu. Akizindua kituo hicho katika kijiji cha Kilima Juu Matemwe, amesema ujenzi wa kituo hicho utasaidia jamii kuweza kukuza hali zao za kiuchumi kupitia katika hichi kilimo cha mwani unanyanyua hali zenu za maisha yenu. Amewataka wakulima hao wa mwani kuendeleza shughuli zao kwa kuzingatia kuyalinda na kuyatunza mazingira ya bahari na kujiepusha na uharibifu na uchafuzi wa mazingira katika eneo la bahari. Tunapofanya biashara hii, tunapofanya shughuli hizi za kuimarisha kilimo chetu cha mwani, ya kuimarisha uchumi wa buluu, sambamba na kipaumbele cha serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar tuna kila sababu ya kuendelea kuyalinda mazingira yetu kuyatunza mazingira yetu ya bahari ambayo ndiyo yanayotusaidia kwa kuimarisha pia kilimo chetu cha. Nao wanajumuiya waliojenga kituo hicho wamesema itawasaidia wakulima wa mwani kupunguza masafa ya kufuata huduma ya kuchakata mwani wao maeneo ya mbali. Huu mradi tumeuanzisha ili kuwasaidia wamama mama wa mwani waweze kujipatia hii mashine ya wajirahisishie shughuli zao za mwani, kutengeneza bidhaa kwa urahisi zaidi, maana mwanzo ilibidi waende mbali kusaga umwani mwani ili waweze kupata bidhaa ya kutengeneza hizi Uh, bidhaa zao, zao, kama sabuni, mafuta na kadhalika. Nafanya kazi kwenye kampuni ya World Unite for Environment and Social Sustainability kama msaidizi. Katika zao hili au katika shughuli hii ya mwani tulianzisha mwaka, ina miaka miwili mpaka sasa na lengo kuu ilikuwa ni kwa ajili ya kuwasaidia kina mama. Mwanzoni tulikuwa tunaenda baharini tunafunga mwani, lakini tukaona bado kina mama wanabidi waunge mkono kwa kuwasaidia e, ili waweze kuuza bidhaa zao. Ndio hapo tukaja na wazo la kuja kununua mashine ambayo mashine imegharimu shilingi milioni nne pamoja na usafiri kuja kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Zanzibar, imegharimu milioni tano na tukaona haya tukinunua mashine bila kuwa na eneo la kuchakata E, mwani huo inabidi lazima wae wana nyumba ambapo tukaamua tukajenga hii nyumba ambayo imegharimu shilingi milioni kumi na mbili. Kwa hiyo kwa mradi huu, wakina mama hawa wataweza wakatengeneza bidhaa mbalimbali, wakauza mwani wao, wakapokea wageni na wange, tungependa zaidi hili zao au shughuli letu wa mwani ikawa na mojawapo ikawa kama kivutio cha hapa Zanzibar. Kwa upande wao, wakulima wa mwani wameelezea matumaini yao ya kujiinua kimaisha kutokana na kuwepo kwa kituo hicho karibu na maeneo yao. Tunainua kipato kwa wakulima wa mwani, kwa sababu wakulima wa mwani ni watu duni sana ambao kama huko sehemu nyingine hata hawajulikani, lakini si haba. Tunashukuru. mimi ni Usi Musa.